Si ni kweli, yeah. Haikuwa halali kwa sababu hao watu wote walileta kura equal yule mto 3 point something votes na Ruto pia akapata 3 point something. Ruto Ruto aliogopa; yule debut mwenye mamlaka ambaye akisema Ruto alitaka kuongoza Kenya kwa njia kihimula, ndio sababu anachukua mtu kama Kindiki kwenda namna yake anaenda kwenda namna <laughs> na Gachagua akisema mambo na shares, alikuwa anasema ile kitu waliandikiana, kama alisema kwamba Western walikuwa wameandikishana 30%. Ulisikia mdavad ya kipinga hiyo, naye anasikia kama utangu anapinga hiyo, maana yake ndio ile kitu ilikuwa kwa mesa na Gachagua kulia mlima na mlima alitaka mbinu ya vile anaweza kuwa kingpin ya mlima, sio mkabila. Alikuwa anatetea vile anaweza kuwa kweli atoshe mlima, ndio siku ingine mbeleni amushe kichwa. Hiyo ndio ilikuwa nasumbua Gachagua, sio kitu ingine. So Gachagua haikuwa halali, Ruto aliogopa mtu ule anatoshana na yeye, na saa hii na anajuta. <laughs> na kesho atajuta zaidi, maana yake ile wave inakuja 2027. 2027, ile wave inakuja na inaanza tarehe ishirini na tano hii Juni, tuko kwa barabarani kupinga hiyo mswada ya bajeti ambayo inakuja kufinya Mkenya. Tunafaa tena sufuria kichwani, kichwani. kichwani. <laughs> Nani hapa amekula lanji hapo ugadi? Nani hapa? Kwa sababu bajeti iko juu, unga shilingi mia mbili na hamsini inaelekea, sukari imekuja mia mbili kilo, alafu msoda ingine inaongezewa hapo, unanyang'anywa pesa hausilevi, unanyang'anywa pesa kwa budget. Wewe daka ya mwisho utabaki na nini? hata ina wewe utanunua hii hii. <laughs> <laughs> Serikali inakandamiza Mkenya na wenyewe ma, wenyewe matumbo yao yanakuwa juu naendelea kupanuka.